E, bwana, Kajala amezushiwa baadhi ya vitu huko mitandaoni. Kila mtu amekuwa akizungumza la kwake. E, kuna wengine bwana, wamekuwa wakidai kwamba bibie yupo kwa Harmonize, kwa wengine wanasema kwamba Kajala yuko na ujauzito ambapo bado hajajulikana kwamba ni ujauzito wa nani. E bwana, hii ni kutokana na video ambayo imesambaa huko mitandaoni. Unajua bwana, kuna hili tukio ambalo watu wengi sana wamekuwa wakisema kwamba kuna possibility kubwa sana kwamba Kajala bwana, yuko kwenye relationship na mwanaume mwingine baada ya kuonekana siku ya juzi akiwa amepokea gari mpya kabisa aina ya Prado Land Cruiser, ambapo katika hiyo Land Cruiser bwana e, tumeona bibie Kajala bwana akiwa anaonyesha jinsi gani ambavyo alivyokuwa very excited, na ikawekwa wazi kabisa pale na marafiki zake kina Auntie Zeki ile lini uoya wote, wakiwa wanadai kwamba Kajala amenunuliwa ile gari na mpenzi wake. Sasa huku mtandaoni tunafahamu kwamba Konde bwana, hakuna habari yoyote ambayo inahusiana na issue ya Konde kununua gari yoyote ile kwa Kajala, lakini huku tayari marafiki wamesha notify wadau kupitia mitandao ya kijamii kwamba Kajala amenunuliwa gari na mpenzi wake. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho kimefanya watu wengi sana waanze kuhisi kwamba Kajala yuko na bebe mwingine, ukiachana na Harmonize Konde boy. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa, baada ya hayo yote kutokea, kuna wengine wameanza kuwa, kuna watu wameanza ku speculate kwamba kuna uwezekano labda Kajala bwana hana mpenzi mwingine, hiyo gari amejinunulia mwenyewe, au wengine wanadai kwamba labda Harmonize ndo amenunua hiyo gari kwa Kajala, lakini hajaamua kuwapa kuwa watu faida. E, inawezekana hivyo pia watu wameanza kuhisi hivyo. Lakini pia kuna wengine wameamua kufanya hivyo makusudi ili kuna uh, wengine wameamua kwamba Harmonize na Kajala wamepanga wafanye hivyo makusudi, ili pale Harmonize anapo release ngoma yake ili kupush, wataonyesha kwamba ndo atakuja kuonyesha wazi kwamba kumbe ile gari ni Konde ndo alikuwa amemnunulia. Sasa hayo mawazo ya watu ukichanganya na hii video ambayo Kajala ameiposti na mazingira ambayo Kajala anaonekana katika hii video, watu wamehisi kwamba hapa bwana, tunachezewa akili. Ile gari bwana alinunua ni Harmonize na Kajala yuko nyumbani kwa Harmonize. Kwa hiyo wadau bwana wametazama hii video wamehisi kwamba Kajala bwana yuko nyumbani kwa Harmonize katika hii video anaonekana akiwa yuko nyumbani kwa Konde Boy. Lakini kwa mujibu wa wadau mbalimbali wanadai kwamba Kajala bwana ametoa feedback baada ya kuona watu wengi sana wakiwa na muandama wakidai kwamba ameonekana nyumbani kwa Konde. Ambapo inasemekana kwamba Kajala bwana ameamua kuja kuweka mambo bayana kwamba pale sio nyumbani kwa Harmonize. Nimeona bwana eh. Kwa hiyo hapa kuna baadhi ya pages zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari wakidai kwamba msije mkasema kwamba Kajala yuko nyumbani kwa Konde. Hapo sio nyumbani kwa Konde Boy. So kuna challenge ya huu wimbo fulani hivi nadhani wa Kimakonde kama sikosei. Sasa, katika huu wimbo wa Kimakonde ambao Kajala alikuwa anafanya hiyo challenge, ndio alikuwa anaonekana akiwa anacheza huku, anaonekana akiwa amejishika tumbo. Kwa hapo kuna watu wamesema kwamba hapo nyumbani kwa Harmonize, wengine wanasema kwamba Harmonize anavyo, sorry, Kajala anavyoimba huko amejishika tumbo, inasemekana kwamba yuko na ujauzito. Kwa hiyo hizo ni speculation ambazo zimesambaa mitandaoni. Kwa mfano hapa kuna page pia imekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari wakiwa wameandika kwamba bado yamekuwa yakisemwa mengi sana juu ya mahusiano ya Kajala na Harmonize, mpaka licha ya mwili mpaka li, licha ya wawili hao e, kutozungumza lolote juu ya madai hayo e, kutoka kwa mashabiki hivi karibuni wawili hao walionekana e, kufuatiliana kupitia mitandao ya kijamii ya Instagram, huku wakishea pamoja wimbo unaotarajiwa kutoka. Yeah, wimbo wake Harmonize ambao unatarajiwa kutoka hivi karibuni ambao ameshirikiana na msanii kutoka Nigeria katika kundi la P Square, rudi uh, lakini pia haikuchukua tena muda wawili hao kila mmoja akawa amemfollow mwenzake na kupelekea maswali mengi zaidi juu ya mahusiano yao. Ukizingatia pia Harmonize ameshuhudia tukio la Kajala kununuliwa gari ambayo inasemekana hajanunua yeye na inaonekana wazi kwamba Kajala amenunuliwa gari hiyo na mpenzi wake mwingine na sio Konde, jambo ambalo limekuja kuonyesha wazi kwamba huenda mahusiano yao hayapo kwenye good terms na kila mtu ameshaamua ku move on au Kajala ameamua kutangulia kufanya hivyo. Baada ya kublokiana kwenye mitandao, watu wameanza kuhisi kwamba wawili hawa huenda wakawa wanafanya hivi vyote makusudi kwa ajili tu ya kucheza na akili za Watanzania kwa ajili ya kuja kupromoti baadaye wimbo wa Harmonize ambao ni moja kati ya nyimbo kubwa sana kutoka kwake, ambayo inakwenda kwa jina la Best Couple, ambayo ni Harmonize amemshirikisha Rude Boy wa P Square. So ukiswipe video ambayo inamuonyesha upande wa pili Kajala akiwa anacheza huku, mashabiki wengi wakifananisha mandhari ya nyumba hiyo ambayo anacheza Kajala hapo katika video na nyumbani kwa Harmonize, kitu ambacho sio kweli, umeona bwana. So hivyo ndivyo ya mambo yalivyo, umeona. So hapa kuna mtu amekuja hapa watu hapa wamekuja kuweka comment. Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba mm, waziri ni moto. Kwa mtu ameandika hivyo, hii ni kutokana na kwamba kuna tetesi kwamba Kajala na date na kiongozi wa serikali kumdu kwa so, kwamba bwana Yeah, bwana waziri mmoja kigogo. Kuna mtu ameandika hivyo, kuna mtu anasema bwana, hiyo ndo chuma ya waziri. Umeona bwana mambo hayo, maana awali tulikuwa tunajua kwamba Kajala bwana ni chuma ya makonde konde boy Harmonize, lakini sasa hivi watu wamebadilisha, wameshift upepo, wanayemuita Kajala chuma ya waziri, kutokana na speculation ambazo walikuwa wamezitoa Mange Kimambi, kwamba inasemekana Kajala amenuliwa gari hiyo na waziri Haya, mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana, ndo maana maradhi hayaishi. Kwa sababu kwamba bwana, kodi zetu zinaenda pazuri. Kwa sababu kwamba bwana, weekend ni zamu yangu kuendesha hiyo gari, hiyo gari ni yetu. Kwa sababu kwamba bwana, huyu ni bibi. Kwa sababu kwamba bwana, ile defender ya Harmonize sijui ameshatoa ile lile bango lake pale mbele maana Kajala 1 na 2 tayari ameshazionga zile range sasa, hii defender ni Kajala 3 ambayo na yenyewe pia ilikuwa mbioni kununuliwa, al, al, ilikuwa mbioni kupewa Kajala. Sasa hapa, wadau bwana, wameanza kuuliza huku kwamba je, bwana, ile gari tayari Harmonize eh, ametoa ile plate number ya kajala 3? Haya, kuna mtu amesonga bwana, kumbe Mm, kumbe unamkataa Harmonize, unamkataa Harmonize kumbe bwana unakula kodi za Watanzania. Nimecheka sana haya mapenzi. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa sababu, bwana, ila wangoni wanapenda sana mambo fulani, uondo mpaka chini kunoga. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa sababu bwana Makonde mwenzangu tafuta mwanamke mdogo ambaye atakuwa na uwezo wa kuzalia hata watoto wawili na yule zoo, anakuwa watatu. Kama mwenzako Diamond ana watoto watano, sasa hivi, Eh, anaweza akafanya chochote mtu kama Mario ana, ana, ana, ana, ana mtoto ukute hapo, ukute hapo mwakani Paula akapata tena eh, mtoto mwingine na Mario tena. Usikubali usta ukupoteze, tafuta mtoto eh. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba tafuta mtoto hata wa miaka ishirini na tatu alafu mtengeneze awe star kuna watu wamekuja kumshauri Harmonize, bwana achane tu na bwana chane, tuna Kajala afanye mambo mengine e, atafute mwanamke ambaye umri wake bado awezi kupata naye watoto, kwa sababu inasemekana kwamba na mtoto mmoja, muda Mario ameanza na mtoto mmoja lakini huenda mwakani ukashangaa tena. Paula ana ujauzito, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.